na bila kusahau wanangu wa mpira leo Singida Black Star kamfunga Mashujaa goli moja bila miso. Mchambuzi ntanakupa tu, lakini wale mashabiki wa Yanga nafikiri leo watakuwa wamelala kidogo na homa kali, e, homa kali kali magonjwa ya mtetemeko. Sababu kama unavyojua ninapokuja swala la Simba na Yanga, sisi mashabiki ndio tunakuwa tumezibeba zile timu ndani ya mioyo yetu, yaani moyo hauendeshwi tena na damu, unaendeshwa na timu yake. Kwahiyo timu ikipuyanga tu kuna moyo kwa muda, kama utasimama hivi unakutishia, kutishia kondoe. Yanga akasuluhu bila bila dhidi ya Mbeya City kwa nyaki hao kule Mbeya, uwanja wa Sokoine ilikuwa tafu sana, bonge moja la gemu, bonge moja la gemu. Lakini baada ya ile gemu kuisha, nilipokuwa nimekaa, nikaanza topiki. Ah, kiwanja kibaya, kiwanja ndio sababu ya kutukosesha sisi matokeo. We baba we bwana, kati hizi ligi zinaanza, kabla ligi hizi hazijaanza ratiba zote timu zote zilikuwa zina ratiba zote kutoka kwa TFF kuhusiana na maandalizi ya timu zingine timu zote viwanja vitavyochezwa mpira ya ligi ah, eh? yote yalikuwa wazi na anajulikana na mchagua jembe sio mkulima baba. Siku zote huwezi kuwa bora huwezi kutembea kwenye barabara ilionyoka haina hata kona kona, uongo. Kwa hiyo hii tuhesabie ni moja kati ya matokeo kama matokeo mengine, tusianze kuleta sababu zisizokuwa na msingi wanangu, eh? Yanga tusilete sababu zisizokuwa na maana. Ngeshinda nafikiri kisingezungumziwa kiwanja mesuluhu naanza discussion ya viwanja tena em, tuwacheni ligi iendelee. Nyinyi ndo Simba Yanga hawa ndo mabingwa wa kutetea heka heka kwenye ligi hii. Jamani, mtupumzishe tipu hii, tumewachoka kipigwe tu, kipigwe. Upo chini, kipigwe, kipigwe basi. Matokeo yapo haya aina tatu, na hiyo inaeleweka: ufungwe, ushinde usuluhu yote ni matokeo. Hatutaki mashabiki, hatutaki hayo. Mama Yanga na Mbea Siti imetoka bila bila bila, ulikuwa bora sana. Leo nimeangalia ile gemu, ilikuwa gemu bora sana. Mbea Siti walikuja kuwaheshimu Yanga na wakajua Yanga wana spidi, Yanga wana pooling, pumzi ya kutosha, walikuwa wanawapelekea moto moto kwelikweli. Lakini Mbeya Siti nao wakasema okay, na sisi tuna pooling, tumejiandaa vya kutosha. Kama mlivyoona mazoezi yetu tunafanya kwenye jua kali, na hii tutawaonyesha jinsi gani yale mazoezi yameweza kuleta faida. Na kweli wamefanikiwa kuondoka na pointi moja dhidi ya Yanga, na ilikuwa hali manusura, chupuri chupuri waondoke na pointi. Yes, tulivu likuwa mbaya, walishinda kutulia. Much respect kwa mara nyingine tena, DJ Diara save moja ya kufa mtu, alikuwa ashapunguzwa pila, ushampita ipa jamani, kuna mchezaji ul unashangaa tu. Kuna mchezaji anakula mshahara mkubwa kuliko Diara jamani, baba ameokoa majahazi, ah majahazii, mjue tu wametoka bila bila. Kesho Simba anacheza uh, na, na Namungo na mbili usiku kama dakika 15 5. Kesho tutakutana inshallah, Mungu akitujalia